Askofu mzungu akiwakumbatia mapadile wazungu wenzake na kuwabusu, halafu akaja kwa Afrika akawapatia tu mikono. Huo sio ubaguzi? Sisi Waafrika utamaduni huo hatuna, kwa tuwezi kuchukua ya wazungu yote tukaja nayo Afrika. Ah, kuna mengine yanapingana na ya kwetu. ambacho tunakichukua toka kwa wazungu bila kukibakisha ni neno la Mungu, wametuletea tutaliishi. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, nakushukuru pia kwa ajili ya hali ya hewa, nakushukuru kwa ajili ya watazamaji wangu wa Haradali Media, na kuomba Roho Mtakatifu awe nami na wao, atuongoze, atuangazie katika muda wote wa mada hii kwa njia Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina. Langu jina Damian Moses mwana wa Ndimbo. Siku nyingi chimemena kanyenda palilambi mwana wa palochi. Niko hapa Haradali Media, kazi yangu ni kujibu hoja na maswali na kufundisha usahihi wa imani yetu. Kipindi hewani, ukweli utakuweka huu. Leo najibu swali: je, mapapa ni wabaguzi kwa watu weusi? Hivi karibuni kuna video clip zinasambaa zikimuonesha papa akiwabusu makardinali wazungu, alafu hakumbusu wala kumkumbatia kardinali mweusi, na hili tukio ni la miaka mingi, watu wanafuatilia Inasemekana hata papa aliyopita, papa yule mwingine, papa yule mwingine, ilikuwa akisalimia makardinali au mapadre wazungu anawabusu, wale weusi anawapa tu mkono, hawabusu. Watu wenye uadui na kanisa wanasema, unaona, papa mbaguzi, hawa wazungu wabaguzi. Leo naomba nijibu hoja hii. Mungu anatambua utamadunisho. Kristo ndani yake kuna tamaduni, na hata katika liturujia ya misa takatifu, kwa mfano, inaongozwa na neno la Mungu na utamadunisho wa mahali, lakini utamaduni ambao haupingani na neno la Mungu unakubalika. Mfano Tanzania hapa hapa kuna majimbo, ukienda kusali, wakati wa injili inasomwa, waamini wote wanasimama mpaka padre amalize kusoma injili. Ni utamaduni wa majimbo haya. Baadhi ya majimbo, ikisomwa injili, waamini wote wanakaa. Ni utamaduni wa majimbo haya. Ukienda Kongo kwenye misa takatifu vyombo vya mziki vyote vinatumika, inapigwa trumpet, saxophone, magitaa, ngoma inapigwa m solo, vyombo vyote vya mziki Kongo wanatumia. Tanzania wa Katoliki kwa mfano ni kinanda, ngoma, chakacha, biashara imeisha. Siku hizi kuna kwaya chache ndo wameweka na gitaa wengine wanaweka e, nini zile drums, lakini sio utamaduni wetu wa Tanzania. Kwenye kusalimiana, kwenye maamkizi, kama utamaduni wenu hamna maamkio hayo, sitakuamkia kulinda utamaduni wako. Mimi ni Mngoni, nikienda kwetu Songea, mama yangu, bibi akinisalimia, anakaa chini, jambo la kawaida. Anapiga goti kukupa kitu, jambo la kawaida, ndio utamaduni wetu. Ukienda baadhi ya mikoa, mfano Kilimanjaro, watakushangaa wao si utamaduni wao. Jimbo la Mbinga, jimbo la Ruvuma, ukienda kule Iringa, ukienda hata Mwanza kwa Wasukuma, ukimkuta muumini anamsalimia askofu kapiga goti, usimshangae. Dar es salaam utashangaa. Dar es salaam tumemezwa na tamaduni za pwani, ni nadra kumuona muumini amepiga goti kumwamkia padre. Lakini ukienda Ruvuma jambo la kawaida ndo utamaduni wetu. Biblia inasemaje? Warumi kumi na sita kumi na sita salimianeni kwa busu takatifu. Warumi kumi na sita kumi na sita salimianeni kwa busu takatifu. makanisa yote ya Kristo ya wasalimu wenzetu Ulaya wazungu kusalimiana kwa kupigana busu kukumbatiana walianza zamani ndo utamaduni wao. Waafrika hatuna utamaduni huo wa kusalimiana kwa kupigana busu wa kukumbatiana na wazungu wameiba utamaduni huu toka mbali kabisa. Musa tunasoma kwenye Kutoka sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi ya saba. Mimi Yesu lo mkweo, nimekuja kwako na mkeo na wanao wawili. Basi Musa akatoka nje ili amlaki mkwewe, akamsujudia na kumbusu. Musa alivyomuona mkwewe, kwanza kamsujudia, pili kambusu. Utamaduni huu walikuwa wanao. Kwa papa anapowasalimia makardinali wazungu kwa kuwakumbatia na kuwabusu, kwao ni utamaduni wao. Wa Afrika hatuna huo utamaduni, kwa papa hana ubaguzi, anaheshimu utamaduni wetu. Mimi ukinibusu we, mwanamume mwenzangu, wanachimbika mwenye mamlaka ya kunibusu mimi ni mke wangu mtoto wangu, baba yangu, mama yangu kama ananipa busu la baraka. Lakini tu mwanaume mwenzangu wa kawaida tu hivi unanikumbata na kunibusu, zinapigwa ngumi za kila rangi, sababu sio utamaduni wetu. Sasa papa kosa lake nini? Mimi nacheza mpira, nimecheza mpira Ukiangalia Ulaya makocha mchezaji anaingia uwanjani au anatoka anampiga vibao kwenye makalio. Pap pap, ndio utamaduni wao, hawashangai. Sasa nenda hapa Yanga na Simba, mtu kashakula bange zake, timu zetu za kigogo kule Rangers, sio hivi vigunguni, mpiga kwenye makalio utapigwa ngumi wewe kocha, mpaka utakufa kwa kipigo, sababu Afrika hatupigani kwenye makalio. Ni mwenye uwezo wa kunipiga mimi makalio kibao ni mke wangu, kwenye mahaba ya kizidi tutapigana makalioni, jambo la kawaida. Lakini mimi mwanaume mwenzangu aweza akanipiga vibao makalioni? So utamaduni wetu wa Afrika, inafikia hatua tunatumia mpaka mifano ya kawaida ili watu waelewe. Papa hana ubaguzi Askofu mzungu akiwakumbatia mapadile wazungu wenzake na kuwabusu, halafu akaja kwa Afrika akawapatia tu mikono, huo sio ubaguzi. Sisi waafrika utamaduni huo hatuna. Tuanze kujifunza leo kupigana mabusu, kuna watakaoweza, kuna watakaoshindwa. Kwa papa sio mbaguzi, bali ni utamaduni huo ulichelewa kuja Afrika, wa kusalimiana kwa mabusu. Biblia imeruhusu tusalimiane kwa mabusu, ila Waafrika huo utamaduni hatuna. Tunasalimiana kwa kupeana mikono, kupiga goti, kukaa chini, lakini sio kwa kupigana mabusu. Huo ni utamaduni wa Ulaya, utamaduni wa Israel Bosi anaajiri mtu kabisa wa kumtawaza miguu, akitoka tu kazini kwake, kabla hajaingia ndani, anavua viatu, anatawazwa miguu, anafutwa miguu kwa taulo, ndipo anaingia ndani. Wa Afrika huo tamaduni hatuna. Hata kama una binti wa kazi nyumbani, kazi yake kuosha vyombo, kufagia, kufua, kupika, siyo kukutawaza miguu kwetu hatuna utamaduni huo. Nimeamua kutoa na mifano ya mpilani uswahilini kwetu ili watu wenye chuki na kanisa waache. Kama kitu kielewi, waulize wenye kanisa. Tupo wenye mamlaka ya kufafanua wapo, sisi wengine tumepata nafasi hiyo ya kusema machache yale ambayo tunayaelewa. Lakini wakatoliki na wakristo kwa ujumla, imani yetu imeanzia Israeli, lakini imeenezwa na wazungu. Kwa tuwezi kuchukua ya wazungu yote tukaja nayo Afrika. Ah, kuna mengine yanapingana na ya kwetu, ambacho tunakichukua toka kwa wazungu bila kukibakisha ni neno la Mungu wametuletea, tutaliishi lakini mengine tunawaachia. Hapa ni Haradali Media, imani ndogo inatosha. Tukutane wakati mwingine, naitwa Damian Moses Ndimbo, ala msiki